Matukio ya ndege zenye sura za ajabu angani yamekuwa yakivutia ya mawazo ya watu kwa karne nyingi sana. Ingawa wengi huona ndege hizi kama ni sehemu ya hadithi za visa vya ajabu zaidi, lakini wapo mashahidi na wataalamu ambao wanadai kwamba wameona ndege ambazo zina sura isiyo ya kawaida, na ambazo mara nyingi zinashindwa kufafanuliwa na teknolojia ya kisasa au sheria za fizikia tunazozijua. Hivyo leo nataka ni kujuze baadhi ya mifano maarufu ya ndege zenye sura ya ajabu zaidi, na nadharia zinazozungumzia uwepo wa ndege hizi. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Ungana nami kusikiliza makala hii. Namba moja ni ndege zenye sura ya vipepeo au tetrahedron kwa maana ya V-shaped UFO. Mojawapo ya ndege zenye sura za ajabu zaidi ambazo zimeripotiwa sana ni zile zenye sura ya pembe tatu au pyramid. Ndege hizi zimeonekana mara kwa mara angani, hasa wakati wa usiku na zimejulikana kwa kuonekana kuwa na mabawa mapana au miili yenye pembe tatu zinazoweza kupiga kasi kubwa, kuzunguka angani na kubadili mwelekeo ghafla bila kutumia teknolojia za kawaida za ndege. Katika miaka ya 1990 watu wengi waliripoti kuona ndege za V-shaped UFO katika maeneo ya Phoenix Arizona pamoja na Belgium, ambapo mashahidi wote hao waliona miili ya ndege ikiwa na sura ya vipepeo. Mashahidi mbalimbali mbali wanasema ndege hizi zilionekana kuwa na mwangaza au kivuli cha ajabu sana, na waligundua kuwa zilikuwa zikianguka kutoka angani bila sauti yoyote ya kawaida ya ndege. Ndege ya pili ni ndege zilizo na sura ya kipande cha mvua, kwa maana ya Siga Shaped UFO. Ndege hizi ni maarufu kwa kuwa na sura ya kipande cha mvua au silindiko, kwa maana ya nyembamba na mviringo. Mara nyingi ndege hizi zimeonekana angani zikiangaza na kuonyesha mwangaza mweupe au wa kijivu, na zimekuwa zikiripotiwa kuwa ziki na kasi ya ajabu na uwezo wa kubadilisha mwelekeo haraka sana katika miaka ya elfu 1950, mmoja wa mashahidi kutoka Bermuda Triangle alielezea kuona ndege kubwa ya silindiko iliyozunguka angani bila kuathiri mazingira. Ingawa wengi walisema kuwa ilikuwa ni ndege ya kijeshi au ni kitu kilichohusiana na mionzi ya satellite, lakini wengine walisema kuwa ilikuwa ni ndege ya UFO kutoka katika sayari za kigeni. Hata hivyo, ndege hizi zinazozunguka angani na kuwa na sura ya kipekee bado zinabaki kuwa

Namba tatu ni ndege za angani zenye nuru za ajabu zaidi, luminous or glowing UFOs. Ndege nyingine za ajabu zinazozungumziwa zaidi ni zile ambazo hutokea angani na kuwa na mwangaza wa ajabu au nuru inayometa. Ndege hizi zinapoonekana hujulikana kuwa zina mwanga mkali ambao ni wa kipekee na hauwezi kufafanuliwa kwa njia za kawaida za fizikia. Wengi wanadai kwamba mwanga huu hauwezi kuwa wa kawaida kwa ndege za kisasa na kwamba unahusiana na mionzi au teknolojia isiyoeleweka. Katika mwaka wa 1967 mashahidi waliona ndege angani zinazozunguka katika mfumo wa duara na kuangaza kwa mwanga mkali sana katika mji wa Shawano pamoja na Wisconsin. Wataalam walijaribu kutoa maelezo ya kisayansi kuhusu mionzi hiyo, lakini hakuna maelezo ya kisayansi ambayo ilithibitisha chanzo cha mwangaza wa ajabu ambao mashahidi walishuhudia. Namba nne ni ndege zinazojibadilisha sura angani, yani shape shifting UFOs. Ndege nyingine zinazozungumziwa zaidi na mara nyingi ni zile zenye uwezo wa kubadilisha sura angani. Hii inajumuisha ndege zinazodaiwa kuwa na uwezo wa kubadilika kwa sura kutoka kwa ndege ya kawaida kuwa kitu kingine angani, kama vile kubadilika kutoka kwa ndege yenye mabawa hadi kuwa kitu cha mviringo au kisicho na umbo la kawaida. Ndege hizi pia mara nyingi huonekana kuwa na uwezo wa kupiga mizunguko ya haraka angani na kubadilisha mwelekeo wao kwa namna isiyoeleweka. Mojawapo ya matukio maarufu zaidi ni lile la Westo UFO incident, lililotokea huko Australia mnamo mwaka 1966, ambapo mashahidi wanasema waliona ndege angani zilizoonekana kubadilisha sura angani kwa kasi sana. Duru za kisayansi zinadai kuwa hili linaweza kuwa ni la ajabu au kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini mashahidi wameendelea kusisitiza kwamba kile walichokiona kilikuwa kitu cha ajabu kisichojulikana. Namba tano ni ndege za anga za kigeni kwa maana ya alien craft UFOs. Ndege nyingine ambazo zimekuwa zikielezewa na mashahidi ni zile zinazodaiwa kuwa ni mashine za kigeni. Hizi ni ndege zenye sura ya ajabu, zisizo na mifumo ya kawaida ya ndege zinazojulikana na ambazo mara nyingi huonekana kuwa na sura inayoshangaza sana na haziwezi kufanana na ndege za kisasa. Hizi ni ndege ambazo zimejulikana kwa uwezo wao kusafiri kwa kasi kubwa kuliko teknolojia yoyote inayojulikana. Mmoja wa mashahidi maarufu wa matukio haya ni Betty na Barney Hill kutokea huko nchini Marekani, ambao walidai kwamba waliona ndege za ajabu angani ambazo waliziona kuwa ni za kigeni na ambazo zilikuwa zikianguka angani kwa mwelekeo wa kushangaza sana. Wakati wa tukio hili, walisema waliona ndege ambazo hazikuwa na miundo ya kawaida, lakini zilikuwa zikitoa mwanga na ilikuwa ni vigumu kuelewa jinsi zilivyokuwa zikifanya kazi. Ndege zenye sura za ajabu angani ni miongoni mwa matukio ya ajabu yanayovutia na kuvutia mawazo ya watu wengi duniani. Ingawa kuna baadhi ya maelezo ya kisayansi yanayozungumzia matukio haya, lakini bado kuna sehemu kubwa ya hadithi hizi zinazoachwa bila majibu ya moja kwa moja. Matukio haya yanaendelea kuwa ni sehemu ya visa vya kushangaza zaidi na kuleta maswali mengi kuhusu uwepo wa viumbe au teknolojia za kigeni zinazohusiana na ndege za ajabu. Nguvu za ajabu, ufanisi wa mifumo ya hali ya juu, na maswali ya kijasusi kuhusu anga yameendelea kuwa kiini cha hadithi hizi za ajabu limwenguni. Na mpaka hapo sina la ziada, jina langu naitwa Abdul Kingungo, unayo nafasi ya kuniandikia maoni yako katika ko Comment section. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.